Juzi usiku, kwa hiyo nimeingia jana asubuhi saa kumi na mbili ndo nikawa nimefika Bongo. Nilikuja na gari ya Kilimanjaro na kutoka hapo nimefika saa kumi na mbili, nikachukua e, bajaji kwa ajili ya kwenda Kisutu. Nimefika Kisutu ilikuwa ni saa saa mbili kasoro ndio nikawa nimefika hapo. Nilipofika hapo nikakuta ni askari wako wengi sana pale getini, nikakaa kidogo, akaingia akaingia Ngoto, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, nafikiri alikuwa na, na baada ya muda kidogo akaja, akaja Mwaipaya pamoja na, na Pambalu wakafika pale, tukakuta geti limezuiliwa, hatuwezi kuingia tukasimama pale kidogo e, tukasema tuka, tuka sasa tutoke hapo. Kuna kona hapo kidogo tukatembea kidogo kwenda kwenda e, mbele kidogo hapo e, tukafika e, kwenye kona e, nyuma ya, ya, ya, ya Kisutu. E, pale tukawa tuna, tukasimama, simama pale tukajaribu kuongea na e, akaja nani huyu aliokuwa mbunge wa jimbo la Malinyi, tukawa tumeongea kidogo hapo dakika chache, tukasema sasa kwa kuwa wanazuia hebu sisi tuende. Kulikuwa na watu kama 20 e, kama 20 kama tuka hivi, tukasema twende, tukajaribu ku, kuomba askari lituingie, tukatoka pale, tukawa tunaongozana, tulifika tukafika tuka pale kwenye geti kwenye geti la kuingia hapo uh, mahakama ya Kisutu. Kwa, kwa muda mfupi wakawa wamemkamata, wamemwambia Pambalu pamoja na Mwaipaya na Ngoto, ingieni kwenye, kwenye gari. Mimi nikawa nimezunguka nyuma nikakataa, tulikuwa wanne, nikakataa ku, kuwa katika ile kampani, nikazunguka nyuma, waka, wakaniacha wakawapandisha hawa gari na, mbele yetu kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na wanam torment pale, kulikuwa kwenye maji na askari walikuwa zaidi ya saba pale, walikuwa wanamsukuma wanampiga, na tisheti yake ya juu ilikuwa imeshatoka. Sasa nikaona ni mimi kwa kuwa sasa niko hapo niende pale ili nimsaidie yule dada. Nikasogea pale, nikamwambia, kwa nini mnafanya hivi kwa huyu mwanamke? Msimfanye hivi. Sasa ha, ile hali ndio ilikuwa tatizo lilionipata mimi. Baada ya kuambia hivyo, wakaniuliza wewe ni nani? Nikawaambia mimi ni mwanachama wa CHADEMA, nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mheshimiwa Lisu. Sasa e, wakiwa nikiwa pale wakanielekezea waka umbwa. Kulikuwa na maaskari wawili wenye umbwa e, nika nikageuka sasa kuondoka kwa sababu ya kuogopa wale umbwa, ili niende upande wa pili nika taka kuvuka ng'ambo ya barabara wale mbwa wakawa uh, waka, wameniata waka kwenye mguu wangu mmoja huu wa kushoto, naweza mkaona kuna majeraha yako, yako mbele hapa na nyuma e, mbwa akawa wamenikamata, sijafanikiwa kumsaidia yule dada, nilisikia anaitwa sijui ni Eliza Eh, eh, mbwa akawa amenikamata pale eh, trouser ambayo nilikuwa nimevaa ikawa imekatika, mbwa ananing'ata, nikawa nimeanguka chini, kulikuwa na maji na kulikuwa na tofali pale. Sasa nikiwa pale chini, mbwa ananishambulia anguka chini, nikawa pale nilipoanguka kulikuwa na paving hizi hizi, tofali za paving. nikawa nimeshika tofali kwa ajili ya kujiokoa ili nipige yule mbwa. Nikawa nimeshika ile tofali na mikono yangu miwili, nikawa nimenyanyua juu ili kutafuta gravity nzuri, ili niweze kupiga ku, ku, ku, ku, ku yule mbwa, hapo ndo nikasikia sauti za za maaskari wakisema usi, usi, usipige ule mbwa. Wakati nimenyanyua mikono yangu juu ili kutafuta nani, nafasi nzuri ya kupiga yule mbwa aliyoning'ata, ndo nikasikia vipigo kwenye kichwa changu, vipigo vya, vya, vya ajabu sana, na nikawa nimenyanyua mikono yangu juu nikashindwa jinsi ya kupiga yule mbwa fimbo zikawa nyingi sana kwenye kichwa, kwenye mikono, e, finally nikashindwa kushusha ile tofali. Nikawa nimepigwa sana, nikadondoka pale, damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale na mbwa wakawa wananing'ata kwenye miguu, na wakaleta mbwa mwingine kushughulika na mkono wangu, mguu wangu mwingine huu wa pili, miguu na majeraha, mnaweza mkaona tu mbele, nyuma. Kitu kilicho nishangaza sana ndugu zangu, wale askari walikuwa tayari kusaidia mbwa, lakini sio mimi walikuwa tayari kus, kus, kus, kusaidia mbwa yule, nisimpige lakini mimi nipate eh, majeraha. Kwa hiyo zile fimbo zilipotua kwenye kichwa, damu zikawa zinatoka sana pale, nikawa nimeanguka pale ndani nika katulia, mbwa wanaendelea kung'ata miguu yangu eh, baada ya muda kidogo, kuna fande moja ambayo siwezi kumkumbuka namna gani akasema tueni hao mbwa. Wale mbwa wakawa wametolewa. Nikawa navuja damu kwenye miguu, kwenye mikono. Wale mbwa wakawa wamewatoa. nikawa nika niko pale e, baada ya, ya muda nikamsikia Pambalu alikuwa anapiga kelele sana. Saa hiyo nilikuwa bado sijapoteza fahamu. Pambalu na, na wakawa na Mwipaya wakawa wanasema wameua, wameua, wameua, wameua. Damu zilikuwa zinavuja pale na damu zilikuwa nyingi sana na e, nikawa niko pale nimetulia. Finally wakasema waka, waka wakasema kwamba huyu mtu apelekwe hospitalini. nikiwa pale chini waka, wakati wanapiga hizi akina Pambalo wanapiga kelele, saa hiyo walikuwa wameshapandishwa kwenye gari. Nikawa askari wakaja pale wakataka kuninyanyua waka waka estate wakashindwa kidogo, kwa muda ule, saa hiyo nilikuwa bado niko conscious nikasikia sauti ya mtu mmoja aliyekuja ambao nahisi aidha anaweza akawa nilikuwa ni, ni eh, mwana mapinduzi au ni askofu uh, mwa makula akawa anasema, sasa mi nime tumpandishe kwenye gari yangu uh, saa hiyo wakati ana dimandi hivyo Hawakuweza kunipandisha pale, wakakataa nikawa nimepandishwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye gari ya, ya, ya wale askari e, kwenye ile gari ya askari wale ilikuwa nikatupiwa nika tu pale kama mzoga tu e, it was very bad, nikatupiwa pale. Baada ya hapo nikawa niko kumbukumbu eh, kumbu zangu hazikuwa nzuri. Nafikiri baada ya hapo nikaenda kuzindukia eh, kituo cha afya, sijui ni kituo cha afya au ni hospitali, nikiwa nimenashonwa kichwa na wananishona kichwa nikawa nimezinduka pale, nikauliza nika hapa, e, niko wapi? Akaniambia huko huko huko hospitali. Nilikuwa na, na mzee mmoja ambaye alikuja kujitambulisha kwangu anaitwa Mzee Haule, simfahamu. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumwona. ndo alikuwa na mimi mpaka pale, nikashonwa pale. Nikamwambia mzee yule sasa tu, tutoke hapa. Baada ya hapo, ndo tukawa tumetoka hapo. Baadaye nikapelekwa Kayuki, nikaenda kuchom, kuchomwa sindano za kichaa cha mbwa, alafu nikawa, nime, nimeenda sehemu nyingine kupumzika. Asubuhi nilipotoka nika mguu wangu huu wa kushoto hapo chini, wakati napigwa zile fimbo kumbe umepata ume, ume crack, ndo leo ndo wakanipeleka ku, kulifunga hii kitu. yeah, that, uh, that yeah.